Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tunamie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajima na isi. Kwa hiyo kwa vovote vile Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya.